Haya, kwa wale ambao hawataelewa video, kama video inavyojionyesha hapo. Hawa ni watalii ndani <laughs> ya South Africa hapa, wamekuja hapa, walipofika hii sehemu hapo, angalau kichotokea hapo kwanza. Akawa kaiba simu pale. Ya simu ilikuwa iko kama navigator kuonyesha sehemu ambayo wanakwenda. Alafu ile wa mbele sasa, ndio na information zote sehemu ambayo wanaenda. Wana picha ilivyokuwa hapo sasa basi. Ajaribu kama kumtafuta wape wa wawezi kumpata, si unajua, tauni wakishaiba wameiba huwezi kuwapata. Ilibidi wakate tamaa, waende wakatafute sehemu salama kwanza. Someone just I have no map. Yeah. Okay. Uh, mm. No, no no, anatena ramani sehemu ambayo wanakwenda umeiba mpaka Holder ya ambayo alikuwa ameiweka kwa ajili ya... ya kuweka simu ili iweze kuonyesha sehemu ambayo anakwenda. Kwa simu imeenda, ana sim kadi, hana information ya sehemu ambazo anakwenda, na ndo alikuwa ndo kichwa. Kwa hiyo nafikiri safari itabidi ndo imefika mwisho. Wezi bwana, analostisha vibaya sana lakini, hamna jinsi. Kila mtu ana daftari ziki wengine wamechagua njia we hiyo ya go kutafuta riziki. Unapokuwa jo, utakuwa kuwa makini sana, aidha uko kwenye gari au uko kwenye pikipiki -piki, au unatembea y unapokuwa tu eh, kama jo, Johannesburg au useme yote mjini hata kama ni Dar es Salaam, hata kama ni Bongo, kuwa makini. Ya, mamua kuenda sehemu ambayo kutakuwa na garaji garaji, maana yake sehemu ambazo za vituo vya mafuta, ili waende kuulizia ulizia namna